Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu, yeah, ndugu zangu kwenye kipindi chetu. Kwa leo sina maswali niliobakiza. Ah, mshukuru Mungu kwamba tuko salama. Uh, baada ya rafsha rafsha za uchaguzi mkuu, sasa kuna maswali. Ni kwa namuona ndugu Nova, karibu mimi naomba kuuliza kuhusu sala Salamu Maria ile. Uh, Yesu alipotukabidhi kwa Bikira Maria alisema tazama mwanao, tukiweka pluro maana yake tazama wanao, lakini kanisa limebadilisha pale, limeweka utuombee sisi wakosefu badala ya kuweka utuombee sisi wanao, na mimi nilikuwa najiuliza kwamba kwa nini kanisa limeona ni busara sisi tunaombewa kwa sababu ya ukosefu wetu, au ilikuwa inatosha tu kwamba tunaombewa kwa sababu sisi ni wana wanawake huyu mama? Kwa hiyo ndio nataka kujua hapo, tofautisha ile kuweka kwamba badala ya kuweka tuombee wanao, tunaweka utuombee sisi wakosefu. Asante kwa swali hilo, msingi la maana sana. Eh, tunakuwa wana wa wa Maria kama tuna uhusiano mwema na baba na mwana, yaani baba ambaye sisi na tutakuwa wana wake, yaani watoto wake. Na kwa hiyo kwanza kujenga uhusiano mwema na baba wa mbinguni ndio msingi wa sisi kuwa wana. Kama wewe huna uhusiano na Yesu, hauwezi kuwa mwana, kwa hiyo maana mwana ni tunda la mahusiano mazuri, yaani umoja na Kristo. Tutaweza kuwa tu watoto wa Maria kama sisi tuna uhusiano na Yesu. Sasa tunamuomba kwanza tuweze kuwa na uhusiano mwema na mwanaye, yaani Yesu, na ndio tustahilishwe kuwa wana. Na kwa hiyo sisi tunaanza na msingi badala ya kutaja ile tunda, maanake kuwa mwana ni tunda la uhusiano huo mwema uliotokana na kifo na, na ufufuku wa Yesu Kristo, ndio tukaitwa wana wa Mungu. Si kwa, kwa kuzaliwa. Si kwa kuzaliwa tungekuwa, kwa kuzaliwa, yaani natural birth or natural lineage generation. Sisi tunakuwa wana, kwa sababu sisi ni ndugu, tuko pamoja na Yesu and then we become sons and daughters of God by virtue Or having union with Christ, or Jesus Christ. Kwa hiyo sisi tunaanza na kule tunamuomba kwanza Maria atuombee tuwe na uhusiano mwema kwa kuwa sisi ni wakosefu. We know, more, most of the time most cases sisi ni wakosefu. Kwa hiyo, sisi tunaanza na huko msingi wake. Na ndio maana tunaomba ule msingi uwepo na matokeo yake actually tunamwita mama yetu kwa sababu tunakuwa na uhusiano mwema, na alisema tazama mwanao. Kwa sababu yaani Yohane tunazungumzia pale Yohane pale msalabani, ile sura ya kumi na tisa anasema tazame tazame mwanao Yohane amekuwa mwana kwa sababu amekuwa na Maria na amekuwa na Yesu tangu mwanzo alipomfahamu mpaka saa pale msalabani. Kwa hiyo huyo ni mwana kweli, kwa sababu he is the brother of the dying Christ, the dying Jesus. Kwa hiyo sisi tuna tuna tuna tunathubutu kama tunavyosema tunathubutu kusema tangu zamani eh, wa, wa Kristo waliogopa kudai hadhi, kudai wana hadhi hiyo, wanaomba msamaha, kwa sababu they know themselves they know that they were sinners by, by far ni sinners. Kwa hiyo hata katika ibada ya misa tunasema, tunathubutu kusema baba yetu, kwa sababu tunathubutu, baada ya kustahilishwa kudhubutu kumwita baba, kumwita Mungu baba, hivyo hivyo tunathubutu tuna kusema ma, salam, Maria ni mama yetu If only we are in, good, or we are in union or communion with Christ. Kwa hiyo tunaanzia pale, msingi ule, always we go tunaenda mbele ya Mungu kama wakosefu, we are not worthy, we are not really justified, we are sinners, that is our nature. Tumeharibu pale mwanzoni kule kwa, kwa, kwa, kwa Adamu tumeharibu pale mwanzo, hali ikawa mbaya na sasa we are only enabled or justified through Christ. Kwa hiyo ndio maana tunasema tuombee sisi wakosefu, sio tu wanao wanao kwa kuzaliwa no, ni kwa ku, kuwezeshwa, na ndio maana tunaomba tuwezeshwe kuwa wana, wana. tunamwomba tuna Maria atuombee tuwezeshe kuwa wana na ndio tuawe ma, ma, mama yetu. Umeelewa hivi? Yeah, we go to the misingi. Teolojia ni teolojia nzito na ya muhimu. Usiende mbele ya Mungu kama yule mfarisayo alienda kanisani akasema, mimi natolea eh, sab, na, naenda sabato kuna kila wakati nafanya sabato, natolea sadaka, nasaidia na ambapo Yesu amesema pale pale, alitoa hukumu kali. Kwa hiyo akasema huyu bwana ameenda nyumbani. Yule mkosefu alisimama kule mbali, akasema mea kulpa, mea kulpa, mea maxima kulpa. Ambaye amekaa kule akasema, mimi mkosefu, sitastahili hata kuinua macho yake mbinguni, hastahili. Lakini amekuja kwa sababu anaamini katika huruma yake. Huyu ameenda nyumbani akiwa amestahilishwa mm. Justified. Kwa hiyo ndio attitude, yaani ni mtazamo tulionao mbele ya Mungu, tukitambua the majesty, the pureness, the holiness of God, basi sisi always we are always lacking something, we lack something. Kuna kitu ambacho si sahihi. Mtu ambaye anajitambua ni mgonjwa, unajitumua tu na wewe una ugonjwa wa mbaya alafu na you, you want to show off mbele za watu, alafu nakuja kimbunga kinakuzoa pale, and then una. Afadhali kwenda ukiwa mnyenyekevu, kwa tunaenda ni unyenyekevu, ile hali ya kunyenyekea mbele ya Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kama alivyo Isaya alisema, I'm not worthy. Akasema mimi si stahili, fungua mdomo, akachukua mkao wa mawe na chengo kubwa sana akawekewa kwenye mdomoni silichoma namna gani. Baadaye aliweza kutamka Mungu mtakatifu, Mungu Baba, akashiriki kwenye ile tuzi ya mbinguni. Ndivyo ilivyo na navoa haya. Asante sana, na mimi tu tunaenda kwenye maswali haya. Ndio pewa na shukuru. Ndio, karibu karibu ndugu. Nataka niulize hapo hapo <tip> husiana na matokeo ya, ya Bikira Maria aliwatokea watu mbalimbali mbali, katika maeneo mbalimbali na akawahimiza wasali rosari. Sasa hivi hili neno rosari maana yake ni nini? Yeah. Na haya mafungu ya rosari tunayosali ndivyo Bikira Maria alielekeza wasali kwa namna hiyo au ilikuwaje mpaka haya mafungu yakaanzishwa? Mafungu mbalimbali ya rosari tunayo sali na hizi rosari nyingine, kuna rosari sijui ya huruma ya Mungu, ndizo ambazo Bikira Maria alizielekeza au ilikuwaje? Asante kwa swali hilo. E, neno rosari ni neno linalotokana na lugha ya Kiitalia au ya ya Kilatini. Manake ni mawe madogo madogo, maua ya mawe madogo madogo. Rosari rose, uh, roses. Rosari ni rose, lakini ni chem, chembe za rosari za, za roses nini hizi, waridi ni waridi ndogo ndogo, vile vichembe chembe. Sasa vikiunganishwa vinakuwa rosari, ni chembe za, za roses kwa hiyo rosari ni maua ya Maria, maua. Sasa so ukiunda kama mataji tuliokuwa tunatengeneza zamani, hata siku hizi naunganisha roses ambayo hayajachanua sawa, sana sana yale ambayo ni bado ni buds, unapitisha una uzi, afu natengeneza taji, ni taji la Maria la waridi ndogo ndogo. Roses. Sasa namna ilivyokuwa ni nani ali, kwa kweli, ilianzishwa na wale ambao walipata maono kutoka kwa Maria mwenyewe, na sio mtu alitunga tu au kanisa lilitunga tu, ilianzia na maono is the visions. Wale ambao li, walipata kama wakinamea na wengine ambao walipata maono na kuambiwa wasali hivi. Kwa hiyo ni kutoka kwa mama mwenyewe, na ndio akawa, na kanisa likaboresha sasa, likaboresha na kuingiza sasa, kanisa likaboresha sasa, kuweka mafumbo ya ukombozi ndani ya ile sala, yaani au tusalije? Kanisa lisaidia sasa sasa kuweka yale mafumbo matano mwanzoni ya mzunguko mitatu ya mwaka, manake ya utukufu, ya mateso na ya furaha. Baadaye tumekuja kuongezewa tena, ni maono ya Yohane Paulo wa pili aliyekuja kuweka mafumbo ya mwanga, sio sasa? Kwa hiyo sasa tuna rosari ya mzunguko wa mafumbo manne useme, ambapo kila fungu lina matendo matano na hayo hayo ni uh, mata, matano. Sasa hiyo ni uboresho katika ile sala aliyowafundisha Maria kwa yule aliyepata maono yale. Ndio ningaweza kusema tu, kwa hiyo ni tunda la maono ya Maria aliyetufundisha namna ya kusali. Alifundisha mmoja wetu na baadhi ya wengine, ikaboreshwa na akawa nasisitiza kusali hiyo rozari kwa sababu inakumbusha yote huyu mafumbo yote ya ukombozi wetu gano jipya, sio gano la kale. Inatupa historia nzima, na kila tunaposali mawazo yetu yaelekezwe kwenye hayo mafumbo mafumbo ya furaha, mafumbo ya mateso au uchungu, mafumbo ya utukufu na mafumbo ya mwanga. Sasa aliyokuja kuweka miaka ishirini iliyopita Yohani Paulo wa pili, hiyo naweza kusema tu hivi juu ya rosari, ni ufunuo, ni swa ufunuo. Sio kwamba ni mtu alitunga, kaa chumbani kwake akatunga, how do you do that? Hapana, hii ni ufunuo ambao amewapa watu waliokirimiwa walikuwa wanasali kwa namna hiyo, lakini Maria akawaambia sali hivi mwanangu. It ndio hivyo livyo, sijui naeleweka?